Familia moja ambayo sitaitaja kwa jina ilikuwa na changamoto. Mume na mke walikuwa hawapatani, walikuwa na magomvi ya mara kwa mara, na kila mmoja alikuwa na kazi yake. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa anaenda kazini na mwingine kazini, wakikutana ni kugombana. Baadaye maisha yakaendelea, na kadri yalivyozidi kuendelea, wakapanga, kwa nini tusikae pamoja tukazungumza? na tangu walipogundua siri ya kukaa pamoja na kuzungumza hata kwa masaa matatu, basi migogoro yao ikawa imesuluhishwa. Kwa nini nimetoa kisa hiki? Fuatilia hubiri hili. Tuombe. Mungu uliye mbinguni, zungumza nasi kupitia neno lako. Kwa jina la Yesu tumeomba, amina. Somo linasema, kwa unyenyekevu kusanyikeni pamoja kwa nia ya Kristo. Somo hili ni mwendelezo wa siku kumi za maombi, na tunaweza kuona. Siku ya kwanza tuliona kumjua Yesu na tukajifunza kwa nini tumjue Yesu na tumwamini kama mkombozi wetu aliye hai, lakini siku ile ya pili tuliona baada ya kujidhihirisha, anawaonyesha wanafunzi wake vipaumbele ambavyo wanapaswa kuwa navyo, na tukaona tuka ya kwamba kipaumbele chetu kinapaswa kuwa ni neno la Mungu na habari ya ufalme kwanza, na mengine tutazidishiwa. Halafu siku ya tatu tuliona Yesu akiwa anawaaga ana anaenda mbinguni, na malaika wanawathibitishia kwamba huyu ambaye ameenda atarudi tena. Sasa siku ya leo ni pale sasa, wanafunzi wameshaachwa na Yesu. Yesu ameenda mbinguni, wamebaki wao peke yao. Sasa ni jambo gani ambalo walilifanya? Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 12 hadi mstari wa 14 tunaona kile ambacho baada ya wanafunzi kuona ya kwamba Yesu ameenda mbinguni, wamebaki wenyewe nini walichokifanya kitabu cha Matendo sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili, neno la Mungu lasema: kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa Mizeituni ulio, ulio karibu na Yerusalemu wapata mwendo. Hata walipoingia wakapanda orofani walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartholomayo na Matayo Yakobo wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo, hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja, nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Hapa kuna jambo la kushangaza kidogo. Yesu alipokuwa angali duniani, amevaa mwili wa kibinadamu, ndugu zake wale ambao sasa walizaliwa na Mariamu na Yusufu, yaani watoto wa Yusufu na Mariamu, ambao kwa, kwa, kwa, kwa lugha nyingine kwa nawaita ndugu za Yesu, licha ya kwamba kuzaliwa kwa Yesu na kuzaliwa kwao kulikuwa tofauti. Sasa hawa nao wakajiunga. Jambo ambalo linanifurahisha hapa mwanda, mwandaji wa somo hili ali, alikuwa akitoa challenge kwamba ni jambo gani ambalo limekushangaza katika siku hizi kumi za maombi. Jambo ambalo linashangaza ni hili Mariamu ambaye alikuwa ni mama wa Yesu anakuja kujiunga na wanafunzi wa Yesu. Maana kumbuka Yesu alipokuwa ameangikwa pale msalabani, akiwa anakaribia kufa, alimwambia Yohana, Yohana, tazama mama yako, na akamwambia mama yake kwamba tazama mwanao. Kwa hiyo yu, Yesu alimkabidhi mama yake kwa Yohana, na jambo ambalo lilitangaza ni kwamba Yusufu, kwa nini hajatajwa kabisa? Maana Biblia unamwona Yusufu ametajwa tu mwanzoni kule, lakini kwenye habari ya kuteswa kwa Yesu, kufa kwa Yesu, kupaa kwa Yesu, Yusufu hajatajwa tena. Sasa na ndo najiuliza kwamba wanaume ndo hatuna <laughs> ukaribu na watoto, lakini tunaweza tukaona kwamba Yesu alipoondoka mama yake pamoja na wale waliokuwa wamezaliwa, yani tuseme wadogo zake wakawa wameambatana na wanafunzi. Jambo lililofanyika ni kuwa pamoja, walitengeneza shirika, wakawa na umoja, wakawa wanadumu katika kusali na kuomba, huku wakiwa wanasubiri ile ahadi Yesu aliyoiahidi katika kitabu cha Matendo sura ya kwanza mstari wa nane ya kwamba watapokea nguvu akisha kuajiria Roho Mtakatifu. Jambo lingine ambalo tunajifunza ni kwamba tukiwa tunasubiri kuimarishwa kupata nguvu, tusikae tu. Tunapaswa kuomba, kuendelea kusoma neno, kushuhudia habari za Yesu. Hapo ndipo tutazidi kuimarishwa na tutazidi kuwa imara. Sasa walipokusanyika pamoja, wakadumu katika kusali na kuomba na haya hili tukio la kusali na kuomba na kutengeneza umoja liliwapatia nguvu na kukubalika, na ndiyo maana hata ile siku ya Pentekoste Roho wa Mungu akashuka, na dhani tutakuja kuangalia katika masomo yanayofuata. Kwa hiyo huu umoja ndio unaohitajika miongoni mwetu ambao tunasafiri kuelekea mbinguni. Tunapaswa kuwa na umoja, tunapaswa kuwa na kuthaminiana, kujaliana kila mmoja kumwona mwenzake ya kwamba anahitaji msaada. Unapomwona mwenzako anatenda kinyume na mapenzi ya Mungu, unapomwona mwenzako amepungua hali yake ya kiroho inalegalega, unapomwona mwenzako hali yake ya kiroho haiko vizuri, tunapaswa kushauriana, kutiana moyo, kufarijiana, kuambiana habari ambazo zinaleta tumaini. Hebu tutazame kwanza Yesu maana kuna wakati mwingine tunapokuwa katika jumuiya ninaweza nikajiona kwa mimi ni bora kuliko mwingine, au ninaweza nikajihesabia kuwa mimi sina dhambi, halafu wengine nikawa nawahesabia kuwa wa dhambi. Cha kwanza tuangalie Yesu alivyokuja kavaa mwili kama tulivyovaa. Nini alichokifanya kilichomwezesha katika maisha aliyoyaishi ya kuvaa ubinadamu lakini tutakuja kuangalia baada ya hapo, tutakuja kuangalia je, yule ambaye katika jumuiya anajiona kwamba ni mtakatifu kuliko wengine yupo sahihi, na ni hatari gani namkabili? Katika kitabu cha Wafilipi anatueleza habari ya Yesu Kristo alipokuwa amevaa mwili wa wa wa kibinadamu. Kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa tano hadi ule wa nane, maandiko yanatueleza yanamweleza Yesu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 ambaye alikuwa ni mfalme alikuwa akiabudiwa na malaika alikuwa akiheshimiwa na, na malaika alikuwa na cheo kikubwa mbinguni, alikuwa na sawa na Mungu, alikuwa anafanana na Mungu. Unajua kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ambayo maelfu ya watu wanapiga vita na kupinga. Hizi ni nafsi tatu za uungu na ambazo kwa asili ni sawa lakini wanatofautiana majukumu. Kwa hiyo Yesu alikuwa sawa na Mungu kwa sababu yeye na Baba ni umoja. Ukisoma kitabu cha cha Yohana sura ya kumi mstari wa 30, Yesu mwenyewe alithibitisha kwamba mimi na Baba tu umoja. Licha ya kwamba nimeona wengi sana anajadili kuzungumzia habari ya Yesu kwamba ha, ha, ha, si Mungu hapaswi kuabudiwa, lakini hawa watashangazwa kama somo la, la, la siku ya tatu lilivyokuwa kwamba watashangazwa Yesu atakavyokuja, ndipo watajua kwamba ni, ni Mungu a. Pale atakapokuwa amevaa kiti cha enzi akiwa amevaa utawala akiwa na utukufu, ndipo watajua kwamba walichokuwa wanakisema walikuwa wanakisema kwa kujua au kwa kutokujua. Sasa Yesu alipovaa mwili wa kibinadamu alijinyenyekeza. Sasa kama Yesu alijinyenyekeza, kwa nini mimi na wewe tuna kiburi leo hii? Tunaona kana kwamba sisi ni bora kuliko wenzetu, tunaona wengine na tunawadharau, tunaona wengine na tunaona kwamba sisi ni bora kuliko wao. Lakini tunapaswa kunyenyekea na kunyenyekeana sisi kwa sisi, kutiana moyo, kufarijiana na, ku, na kutiana moyo ili safari yetu iweze kuendelea.